Kwa majina yangu naitwa eh, Kusiria Anaeli Mwasha nikiwa kama mwenyekiti kwa kipindi cha miaka kumi, lakini nilistaafu, na kwa sasa tena wamerudisha nimekuwa makamu mwenyekiti na msemaji mkuu wa kikundi hiki. Hivyo basi tulikaa kama kikundi, tukaona ni vema sasa, kwa kuwa Mungu anatubariki katika mambo mbalimbali, tusifurahie hali matunda sisi wenyewe kama wana kikundi, bali tufurahie pamoja na watoto wetu wenye uhitaji maalumu lakini leo siku ambayo ni siku ya kuhitimisha sikukuu yetu ya Pasaka, siku siku ya Pasaka hii siku ya pili, tumeona tushirikiane nao katika kushiriki kula na kunywa chakula cha mchana pamoja na wao na watoto waweze kufurahi kama watoto wengine wanaofurahi katika eneo hili la Mwika Social Club. Basi tumekuja tukiwa tumeambatana na familia zetu, tumeambatana na wake zetu, tumeambatana na watoto wetu, ili na wao waje wajifunze kile ambacho sisi wazazi wao tunakifanya. Awali ya yote ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu uh, mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kuiona siku njema ya leo ambayo ni Pasaka ya pili ya ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. E, kwa majina ninaitwa Jafeti Jasper Masawe. E, ni mwanachama wa kikundi cha Grey Group 2011. E, siku ya leo imekuwa ni siku njema kwa upande wetu ambayo tume Tunamshukuru Mungu kwamba tumekuja hapa kwa ajili ya kufanya matendo ya huruma. E, tumewaalika watoto wahitaji na watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu kama kikundi, ili tushiriki nao e, sikukuu ya Pasaka, tufurahi nao, kula pamoja nao, nao wajione kwamba e, ni watoto ambao wako katika malezi yanayostahili. E, kwa kwanza tu ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, afya njema mpaka siku ya leo tulivyoweza kukutana hapa. Na dhumuni la kukutana hapa siku ya leo na hawa watoto wahitaji ni moja tu, kusherekea nao sikukuu ya Pasaka na pia kuwafariji pia wasijione kwamba ni wapweke katika maisha haya. Kwa hiyo kimsingi kabisa kabisa ni kwamba sisi tumedhamiria kuendelea na zoezi hili kila mwaka tutamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie, na si hawa tu peke yao, tutakuwa tunalenga sehemu mbalimbali ambazo zina watoto wahitaji, kama hivi tuwe tunatoa misaada yetu na, na pia tuwe tunaweza kukutana nao kwa pamoja. Basi tuendelee kumwomba tena Mungu, mwaka ujao tena tuweze kufanikisha jambo kama hili, pamoja na kukamilisha zoezi letu hili. Pia tunawashukuru kampuni ya Best Media ambayo inaongozwa na mkurugenzi Baraka Bashange kwa kuwa nasi kwa, kwa muda wote, kwa kuweza kuandaa hili tukio kipekee kabisa. Nimshukuru mkurugenzi Mbaraka Bashange kwa kukusaidiana ku, ku, na sisi katika kuandaa makala hii ambayo imekuja imekuja kwenu. Jina langu naitwa Gloria Aliza Jasso, nasoma kidato cha kwanza shule ya sekondari Miembeni alielewa katika kituo cha Tuzoti Tanzania. Leo na furaha kwa mahali hapa kutumalikwa na group la Grey Group 2011. Nasema asante kwa kutualika mahali hapa. Wengine katika eneo hili hatujawahi kufika lakini wametufanya tumeweza kufurahi, tumeweza kufika mahali hapa. Tunashukuru wa Grey Group kwa kusaidia kufika mahali hapa, wameweza kutualika mahali hapa. Nimepoteza wazazi wangu nilipokuwa mdogo, lakini nashukuru kituo cha Tuzoti Tanzania kimeweza kunipokea mpaka sasa nimeweza kufika hapa, wameweza kunisaidia kuendelea na masomo. Mungu aweze kuwabariki na ndio kushukuru kikundi cha Agrey Group ishirini kumi na moja Mungu aweze kuwabariki. Wameweza kutuwezesha kufika mahali hapa, tuingia tujia kufika katika eneo hili, lakini leo wameweza kufikisha hapa, tumeweza kufurahi. Mungu aweze kuwabariki Agrey Group ishirini kumi na moja. Tunapenda kuwashukuru kwa kutalika mahali hapa, tumejisikia faraja kubwa sana na hatutajiona tena tupo kwa hapo, kwa sababu kwa ameweza kutualika kula na nyinyi chakula cha mchana. Kwa hili ili tena mlilolifanya, Mungu akazidi kubariki, akazidi kuatia nguvu, na Mungu tunaamini atabariki hata mtakapoendelea kufanya kazi mahali hapa. Mungu akaweze kuwa na nyinyi, akashushe mkono wake wa baraka, akaweza kubariki, akatuma malaika zake wa ulinzi wakaweze kuwa na nyinyi, na tunashukuru sana kwa kutualika hichi chakula. Tunaamini kitakuwa chakula cha kimwili, lakini pia kitaweza kusaidia katika kufanya kazi vizuri, na tunawaahidi tutasoma tutasoma mabidii, hatutajena tena tuko wakweka, hatutajena tuko wenyewe, tutajena tuko na watu, na Mungu atazidi kubariki sana. Ah, kwa jina naitwa Salumu Kumela katibuwaleaa oitowattetuzania kwa upande wa Mazizi, Kaize Msata. Kwanza tunatoa shukrani za dhati kwa adao wetu tuarika kwakuja leo na wetu kuehudikaa leo ayakasaka. Kwani ni siku muhimu sana kwetu na kwa watoto, tunafanya watoto wasikie faraja, wasikie vizuri zaidi kuja kuurubika katika mazingira haya ya mwika ili kuwaweka akili zao vizuri, kwa wakati wanajiandaa na programu za shule. Tunawashukuru sana Mungu. Uh, wabariki sisi kama walezi. Tunawashukuru sana kwa kuja kuwaalika watoto wetu, asante sana. Pia naendelea kuiasa jamii kwa lengo la kuwaweka watoto wanaishi mazingira magumu na hatarishi katika hali ya faraja <mittlerweile> na kuwapatia msaada ili waweze kutimiza ndoto zao. Kwa hiyo tunawakaribisha, tunahamasisha wadau mbalimbali waje kushika mkono kwa lengo la kuwasaidia watoto wengi ambao tunawasaidia, kwa lengo la kuwatimizia, kwa sababu tafisi yetu sisi inahusika zaidi katika kulinda, kuokoa na kuendeleza watoto ambao wanaoishi katika mazingira magumu na hatarishi. Kwa hiyo wadau na watu mbalimbali ambao wanaweza kuja kutembelea na kusaidia watoto e, tunawapa kama uh, kauli mbiu kwamba kuja kututembelea katika mazingira yetu, ili naweze kuwasaidia watoto wetu. Asante sana.